Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mulipo, hamjambo, karibu sana, jihisi uko nyumbani, mahala ambapo unapata taarifa zote za kikweli, taarifa ambazo unachambuliwa mpaka unaelewa kila ambacho. Nawaomba kwa moyo mkunjufu, endapo unanipata kwa mara ya kwanza kabisa endapo wewe ni mgeni hapa, chukua hatua ukapige subscription, bonyeza kengele, yani turn on notification bell, yaani vile vilevile unaweza ukashare content hii kuelekea kwa grupu moja, mbili, tatu hivi, una share linki, sio una download. Mpenzi mtazamaji, Samia Suluhu, rais wa Tanzania alikosea sana kususia kuwasikia wananchi yale ambayo walikuwa wanahitaji. Vile vile alikosea sana kususia kusikiliza yale ambayo viongozi wa upinzani walikuwa wanahitaji, mfano reforms na alikosea sana kuwapiga marufuku viongozi wa upinzani wasigombee kiti cha urais, kwa sababu hasara zote ambazo zimeweza kutendeka Tanzania ni yeye amezileta. Yani ile hasara yote ambayo mnaiona Tanzania ni yeye ameweza kuileta. Angalia. Mali yameweza kuharibiwa Tanzania. Biashara zimeweza kuchoma Tanzania. Majumba yameweza kuchomwa Tanzania. Watu wameweza kufariki Tanzania. Hayo yote kayaleta nani? Samia Suluhu. Jinsi ambavyo tunazungumza sasa hivi, mpenzi mtazamaji, wananchi wa Tanzania ambao walikuwa na hamaki kubwa ama ukipenda hasira kubwa, waliweza kuyateketeza magari yote ya wabunge wa cha chama cha CCM. Kumbuka kwamba chama cha CCM ndicho Samia Suluhu alikuwa nagombea nacho kiti cha uraisi. Kwa hivyo wananchi ambao walikuwa wamekasirika, mbunge yeyote mwenye yuko na uhusiano na Samia Suluhu, mali yake yalikuwa yanachomwa. Mwananchi yeyote mwenye amekuwa akimkambenia akimpigia kampeni Samia Suluhu magari yake yalikuwa yanachomwa, au biashara zake. Ninakualika uweze kutazama hizi kanda, uone taswira kamili jinsi ambavyo magari ya wabunge Tanzania na watu mashuhuri ambao walikuwa wanampigia ubatu kampeni Samia Suluhu yalivyochomwa yakabaki machuma tu.

Tuambiane ukweli mpenzi mtazamaji, endapo mama Samia Suluhu angalisikia yale ambayo wananchi walikuwa wanahitaji, vilevile angalisikia yale ambayo viongozi wa upinzani walikuwa wanataka, mfano kama vile kufanya reformu. Mali ya kiasi kama hichi hayangeharibiwa Tanzania hayangechomwa Tanzania hayangeteketezwa Tanzania. So hasara zote, kiasi kikubwa cha hasara ambacho kimeweza kushuhudiwa Tanzania ni kwa sababu ya Samia Suluhu Hassan dikteta. Wacha niweze kukuuliza mpenzi mtazamaji, mwenye unanitazama, ingemgharimu nini Mama Samia Suluhu kuwaruhusu viongozi wa upinzani kugombea kiti cha urais? Ingemgharimu nini? Ingemgharimu nini kumruhusu Tundu Lissu kugombea kiti cha urais? Hakuna. Ingemgharimu nini Mama Samia Suluhu kumruhusu Bwana Mpina kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo kugombea kiti cha urais? Hakuna. Ingemgharimu nini Samia kuwasikiliza wananchi? Hakuna. Ni kwa sababu tu ya udikteta na kiburi kwamba sasa yeye ndiye yuko mamlakani, yeye ndiye amiri jeshi mkuu, hamna mtu ambaye atamwambia cha kufanya. Ni udikteta tu ambao upo ndani yake ndio umeweza kusababisha mpaka Tanzania imerudi sasa mahala ambapo imeweza kurudi. Mali ya kiasi kiku, mali ya dhamani kubwa sana yameweza kuchomwa. Inasikitisha sana, taifa ambalo John Pombe Magufuli aliweza kumwachia likiwa sawa, uchumi ukiwa sawa, ufisadi ukiwa umeisha, ameweza kulirudisha mpaka sufuri. Inasikitisha sana, inasikitisha mpenzi mtazamaji, ni jambo la kusikitisha. Kwa hivyo, watanzania ambao wanazidi kuandamana barabarani wamesema watasitisha maandamano yao tu iwapo dikteta Samia Suluhu atatupilia mbali uchaguzi ambao uliweza kufanyika siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na aseme kwamba wacha tuandae uchaguzi mpya. Akisema hivyo basi, watanzania wamesema kwamba watakomesha maandamano. Pili, watanzania wamesema hivi akifanyia reformu abadilishe katiba ateue makarani wapya wa tume ya uchaguzi Tanzania, kwa sababu wale makarani ambao wapo inasemekana kwamba wanafanya kazi na chama tawala cha CCM. Akifanya hayo, Watanzania wamesema kwamba watatoka barabarani vilevile akiwafungulia au akiwaachilia mateka wote wale ambao waliweza kutekwa kwa kupinga serikali, wale ambao waliweza kukamatwa wakapelekwa gerezani kwa kupinga serikali au kwa kuandamana, akiwaachilia, bila shaka wataacha maandamano. Watanzania wamesema kwamba zile kesi mchongo ambazo aliweza kuziunda dhidi ya viongozi wengine kama vile Tundu Lissu na viongozi wengine ambao wameweza kukamatwa na wananchi, zikitolewa mahakamani, wataacha kuandamana. Endapo hatafanya hayo, bado taswira ni ile ile ya kuendelea kuchoma mali. Ingekuwa ni vizuri kabisa Samia aache ubinafsi asikilize yale ambayo wananchi wanayasema, kwa sababu uongozi unatoka kwa wananchi. Hauwezi ukaniambia kwamba wananchi milioni thelathini na saba ambao waliweza kujisajili kama wapiga kura wa Tanzania watakuwa wamekosea. Hapana, hapana kabisa. Sijui wazo lako ni lipi, zili kupiga subscription, tupatane kwa kanda ijayo.